Wewe namaanisha umenichoka? Unajua mke wangu ama mwanamke wangu, tumetoka mbali sana. Wewe namaanisha, sasa hivi umeshajipata, umeshapata mwanamke mwingine wa pesa, mimi ambaye najitafuta, naniona kwamba sasa hivi muaa